kama kawaida yetu kusisitizana swala la kuhubiri amani, na hususan kwa sababu kila siku zikienda, tunakaribia uchaguzi, na ipo historia ya hali inavyokuwa wakati wa uchaguzi. Inshallah, kwa pamoja tushikamane, tushirikiane. Mashehe mpo na sauti zenu kubwa, kwa hivyo mimi ninapenda kukuombeni, tuendelee na jambo hili, tuwahamasishe wananchi wetu kwamba amani ndio kila kitu, ndio msingi wa mambo mengine yote, iwe kwenye maendeleo, iwe kwenye maisha ya kawaida, iwe kwenye kwenye masuala ya dini na ibada. Kwanza amani. Kwa hivyo hili tusichoke, kila mara tunaposimama katika maeneo yetu mbalimbali mbali, misikitini na kwengineko, tuzungumze amani, hususan wakati tunaelekea kakuh ni jambo la msingi sana, na nafahamu sauti zenu ni kubwa. Mimi naendelea kukuombeni kwamba tuiombee sana dua nchi yetu na tuhubiri kwa wingi amani. Tuingie kwenye uchaguzi kwa amani, tufanye uchaguzi kwa amani, tumalize baada ya uchaguzi tuwe na amani katika. Unaanza na mipango, maana huwezi kuwa na fedha kama huna mipango, na wala huwezi kufanya utendaji wa jambo lolote kama hujalipanga. Kwa hivyo ninafurahi kusikia kwamba kuna kamati maalumu ya kitaifa ya kusimamia uimarishaji wa madrasa hapa Zanzibar ambayo leo tutaipa jukumu la kwenda kutupangia. Kwa hivyo nataka niase kamati ile kwa mbele yetu kwamba mambo matatu: kwanza, tupange tuna madrasa za namna gani, lakini pili, mitaala ya namna gani, tatu tunaenda kupata fedha kwa, kwa utaratibu upi kutoka kwenye vyanzo gani, la nne tutasimamia vipi? Uislamu 1447, ni wajibu wetu kufanya tathmini ya kujiwekea malengo mapya ya namna bora zaidi ya kutekeleza wajibu na majukumu yetu kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu katika Qur'ani Hatua hii ni muhimu katika kukuza imani zetu na uchamungu wetu kwa kuyatekeleza maamrisho ya Mola wetu kwa kufanya mambo mema anayoyaridhia na kujiepusha na makatazo yake, ili tufanikiwe hapa duniani na kesho mbele ya haki. Kwa mnasaba huu, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa mashehe na walimu wetu wote zania waume ili kukuza imani zao na kutumia hadhara na fursa mbalimbali